Assalamu alaikum. Hadithi hadithi, paukwa pakawa. Simulia, nasikia. Muko tayari kusikiliza? Sasa hadithi yetu ya leo itahusu Suratul Lahab venye tuliongelelea kwenye Quran. Nakumbuka, mnakumbuka Suratul Lahab? Eh, sasa nataka kumwongelelea huyo ya Mtume mwenye alikuwa anaitwa Abulahab. Sawa, sasa hapo zamani za kale paliondokea na mjomba yake Mtume aliyekuwa anaitwa nani? Abulahab. Alikuwa anaitwa nani? Abulahab alikuwa mjomba yake Mtume. Abulahab alikuwa tajiri sana, alikuwa na pesa nyingi, lakini alikuwa na roho mbaya. Nani ana roho mbaya hapa? Nyi mna roho nini? mko shua mna yeah, uhakika mna roho nzuri yeah. Amte kwa kama Abu Lahab si sindio? Sasa Abu Lahab yeye alikuwa ana roho chafu, alikuwa hapendi watu wamsikilize mtume na mtume sasa, alikuwa amekuja kusambaza dini ya haki. Dini ya haki ni gani? Wee, sema kwa nguvu, dini ya haki ni gani? Isla. Eh, sasa mtume alikuwa amekuja kusambaza Uislamu lakini Abu Lahab alikuwa anazuia watu wamsikilize, alikuwa ana, ana, ana make fun of the prophet, alikuwa anafanya watu wamuone wa mtume ni mwandazimu, wamuone mtume ni mchawi, yaani alikuwa akimfanyia vitu vyote vibaya mtume sawa? mtume akifanyiwa vitu vibaya wee tuseme wee ndio umemfanyia mtume kitu kibaya utaingia wapi? motoni, motoni si ndio? Ndio maana Mwenyezi Mungu kwenye Suratul Lahab ametuambia kwamba Abu Lahab atachomeka kwenye moto yenye miale sawa? Kwa hivyo Abu Lahab alikuwa akimfanyia mtume mambo mabaya na mke wake alikuwa akifanyaje? Akimsaidia, akimsaidia Abu Lahab kumfanyia mtume mambo mabaya, wamtese mtume, mpaka yule mke wake alikuwa akiweka miba, miba kwenye njia ya ya mtume. Yaani, akiona mtume ndo yule anapita, anachukua miba anaenda, anaweka ndo mtume akipita adungike, dungike, asiende, asipate time ya kusambaza Uislamu. Hivo mvizuri si ni vibaya, si ndio? mm-hmm. Basi Mwenyezi Mungu ndo akatuambia kwamba Abu Lahab yeye na mke wake watachomeka kwenye moto yenye miale, na mke wake atakuwa anafanyaje? Anabeba kuni kusaidia moto huu wake, kwa sababu yeye pia alimsaidia mume wake kumtesa nani Mtume. Kwa hivyo hadithi yetu inatufunza nini? Inatufunza kwamba tusifanye maisha ya wenzetu yawe magumu, kwa sababu ukimtesa mwenzako bado nawe pia utaadhibiwa mbele ya Mungu, kesho utaadhibiwa kiama, si ndio? mm. hadithi yangu ikaishia hapo. Hadithi yangu ya leo inatufunza nini? mm huyo -hmm. wa mwisho mpe, mpe. Naam, usitende mabaya Tusitende mabaya. Ehe, mpe zawadi yake kabisa. Lete mic girls. Sasa girls, ehe. Aziza, usiku unatendea mwenzako mabaya sasa? si ule amesema tusitende mabaya, umejaribu lakini. Ehe, boys, mhm, ehe, mwogope Mungu Tumeogope Mungu. Ehe, uh -huh. Girls, tumejifunza nini? Mmelala? Ngoja boys wachukue siti zote. Ehe, tushinde uh -huh. kwa uzuri ha shinde kwa uzuri ha shinde kwa uzuri, sema vizuri, sikusikii. Shinde kwa uzuri, amesema nini? Shinde kwa uzuri, ajaribu. Ehe, uh -huh. tumejifunza nini nyingine? Yes, ya mwisho, ya mwisho tusiwatendee wenzetu mambo mabaya, na tusifanye mm -hmm. maisha yao iwe magumu. Umejaribu, lakini huyu amerudia. okay. shika haya na somo na hadithi yetu ya leo. Wakati wetu wa stori ukaishia wapi? Ukaishia hapa. Sasa ni wakati wa kusema nini? Masalam. Tuseme tena, masalam.